Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Mchungaji Tutuba. Mungu ametupa na neema na kibali cha kuwa na maombi kila siku saa kumi na mbili na nusu jioni mpaka saa moja na nusu jioni, tunakuwa tunalisali moja la kuomba. Kwa hiyo unaweza kuungana nasi kwa njia ya mtandao, tunaomba kila siku jioni. Na kama una ombi lolote, kuna kitu ambacho unatamani Mungu akufanyie, kuna haja za moyo wako ambazo natamani tuzipeleke mbele za Bwana, tutaweka namba ya simu hapo Unaweza ukatuma meseji yako kuelezea shida yako, kama kuna tatizo, kuna changamoto unayo, kuna jambo linakusumbua, kuna kitu kinakuumiza kichwa, kwa jambo linakunyima usingizi, andika. Au kama kuna mtu unamfahamu ana changamoto za hapa na pale, tunamwamini Mungu kwamba Mungu hajabadilika, ni yule yule jana, leo na milele, aliyofanya anayafanya na atendea kufanya, na Mungu ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote lile. Kwa hiyo, haijalishi ukubwa wa changamoto ambao unao haijalishi ukubwa wa tatizo ambalo unalo wala jambo ambalo linakusumbua, aliandike kwenye message, lakini hakikisha kila siku jioni tunapokuwa tunaomba na we pia unaomba, kuna kitu Mungu atabadilisha kwenye maisha yako. Mungu atakutembelea na atakupa jambo jipya. Huo mzigo kwenye mabega yako utaondoka, hiyo nira kwenye shingo yako itavunjwa, huo ugonjwa utaachia, huo mkwamo utakuacha, huo udumavu utapotea kwenye maisha yako, na Mungu atabadilisha historia ya maisha yako. Utasahau ya kale, utaanza kutazama ambao ni mambo mapya, na katika jina Yesu Kristo wa Nazareti na kuombea maisha mema katika jina la Yesu. Hakikisha unaongana pamoja nasi na Mungu akubariki sana.